Jamii zinazozungumza Kinyarwanda katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimevuka mpaka wa Kivu, huku Wakongomani wengi wakisema wameunganishwa zaidi na Kigali kuliko Kinshasa. Hakuna mahali ambapo jambo hili linadhihirika zaidi kuliko katika masoko ya mpakani yenye shughuli nyingi kati ya Lubavu pamoja na mji wa Goma ambako biashara inastawi licha ya migogoro inayoendelea. Harerimana Karahanyuze, mfanyabiashara kutoka Rwanda, yeye kwa upande wake, anasema kutokana na kile linachokiona kinaendelea Goma, kila mtu anaweza kuja na kufanya biashara hapa na hata wageni wanaweza kufanya hivyo. Naye babyiruke Domitila, ambaye ni mfanyabiashara pia kutoka Rwanda, anasema hapo kabla mtu yeyote alikuwa na uwezo wa kukupiga akitaka pesa au hata kukuibia, lakini sasa kuna usalama wa kutosha. Tunaweza kusafiri tutakavyo. Haya yanajiri katika wakati ambapo wapiganaji wa vuguvugu la M23 wametangaza jana Jumamosi, Machi ishirini na mbili, kwamba watajiondoa kutoka walikale center katika mkoa wa Kivu kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mji ambao waliuteka Jumatano ya wiki hii Machi 19, mwaka huu. Waasi hao wa M23 wanasema wanataka kuweka mazingira mazuri yanayofaa kwa mazungumzo, na hii ni kulingana na usitishwaji wa mapigano uliotangazwa mwishoni mwa mwezi Februari mwaka huu. Hata hivyo, taarifa zilizokusanywa kutoka vyanzo vya ndani linadai wapiganaji hao bado wanaonekana katika angalau wilaya nne kati ya sita za jiji hilo. Wakati huo huo mashambulizi zaidi kusini mwa Lebanon yaliyoanzishwa na jeshi la Israeli yamewaua watu saba na kujeruhi wengine arobaini tangu mapigano hayo kuanza siku ya jana Jumamosi. Tel Aviv inasema mashambulizi yake ya anga katika mji wa Taya na Toulin yalikuwa yakilenga kambi za Hezbollah. Hili ni ongezeko kubwa zaidi la mashambulizi tangu usitishaji mapigano yaliyokubaliwa mnamo mwezi Novemba mwaka jana uliolenga kumaliza mapigano mengi ya mpaka kati ya wanajeshi wa Israeli na kundi la Hezbolah. Jeshi la Israeli pia limesema kuwa ulinzi wake wa anga umenasa kombora lililorushwa kutokea katika nchi ya Yemen kuelekea katika eneo lake. Ving'ora vya mashambulizi ya anga vilisikika katika maeneo kadhaa. Waasi Wahuthi wamekuwa wakirusha makombora kuelekea Israeli tangu kuanza kwa vita dhidi ya Gaza Oktoba 2023. Kundi hilo lenye silaha linasema lina mshikamano pamoja na Wapalestina. Wakati hali ikiwa haijatulia bado mashariki ya kati, Hamas imethibitishwa kuwa mmoja wa maafisa wake wakuu Salah al Badawil ameuawa katika shambulio la anga la Israeli dhidi ya Khan Yunis mapema leo Jumapili. Mkewe pamoja na mtoto wake wameuawa pia katika shambulio hilo. Ni siku ya sita mfululizo wa mashambulizi ya Israeli tangu kuvunja makubaliano ya kusitisha mapigano pamoja na Hamas. Wa Palestina 34 wameuawa katika mashambulizi mbali mbalimbali ya Israeli katika kanda wa Gaza wa siku ya jana Jumamosi. Jeshi la Israeli limeua zaidi ya Palestina 600 kote Gaza katika mashambulizi mbali mbalimbali toka Jumanne ya wiki hii. Mimi ni Frank Damas na hii ni Lushinga 72 Digital